Na mamlaka ya hewa inaendelea kutoa angalizo na vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo machache, hususan yale ya nyanda ya juu kusini magharibi, maeneo ya pwani yetu ya kaskazini, pwani ya kusini, mkoa wa Morogoro pamoja na mkoa wa Ruvuma. Hivyo ni vema kwa wanchi kuendelea kuchukua hatua zinazostahili na kwa usiku wa leo, matarajio ni kwamba maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, nyanda ya juu kaskazini mashariki, maeneo ya pwani yetu ya kaskazini, kati mwa nchi yetu, magharibi nyanda ya juu kusini magharibi, mkoa wa Morogoro pamoja na Ruvuma kunatarajiwa kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi. Kwa maeneo ya pwani yetu ya kusini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na kwa siku ya kesho, maeneo yanazunguka Ziwa Victoria pamoja na magharibi mwa nchi yetu yatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Hali kama hiyo pia inatarajiwa katika maeneo ya kati mwa nchi yetu pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro kwa maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki kuna tarajiwa kuna hali ya mawingu mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Kwa maeneo nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma pamoja na pwani ya kusini, pia kuna tarajiwa kuna hali ya mawingu mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Na kwa maeneo ya pwani yetu ya kaskazini kuna tarajiwa kuna hali ya mawingu kiasi mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua.